Shukran Sheikh. Anaitwa Zena Shabani. Anasema Asalamu alaikum. Sheikh, mimi nauliza swala ya safari. Inaswaliwa ndani ya siku ngapi? Alhamdulillah. Zaidi mara moja tumesema sala ya safari hakuna muda maalum. Hakuna muda maalum kwa sharia. Mtume sa Salla Allahu Alaihi Wasallam alikuwa yuko Khaybar zaidi ya siku 21, siku 21 takriban. Alikuwa anapunguza sala. Zaidi hapo Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam hajathibiti yeye amekaa yeye zaidi ya hii.

sasa mtu uh -huh. Madama ila ya kupunguza sala kwa ajili mtu kusafarini, anachoka, yuko kwake mm -hmm. Madama ila upo ya uchovu, mtu takiwa apunguze sala. sala wa hasa mtu kama hajui yeye anarudi lini, amkuja kwa matibabu, au kaja anamdai mtu deni, au kaja kwa kesi mahakama Dar es Salaam hapa, hajui kesi itaisha lini huyu mtu maadamu upo hata mwezi mitatu, atapunguza sala. Kama mtu amekuja Dar es Salaam au mena sehemu yote, na anajua yeye siku ya kurudi anajua, na garanti ya atarudi siku fulani, jamhuri alma anasema baada siku nne, nitakiwa asipunguze sala ikiwa anaitambua siku ya kurudi, si itakuwa kama anatambua yeye siku narudi siku fulani

wako ulama Sheikh Albani ibn Hazm anasema safari ni safari tu, hata kama siku unajua siku unarudi au hurudi, sharia hajaweka mm. hii na anasema ni open masala, ni khilafia, lakini naona kila mtu, kila mara mtu anaona uchovu na hajui siku anarudi, pora punguze sala, kama hasikii pora timize sala. Naam, afwan Sheikh. Eh, hapa kunya... kwenye wengine pia wanaswali ile hawapunguzi, lakini wanakusanya pamoja, mathalan swala ya dhuhuri anaswali rakaa nne kisha anaswali na alasiri pamoja, au anaweza kuswali magharibi rakaa tatu na aisha rakaa nne Pengine sio utaratibu wake wa maisha, lakini kuna baadhi ya siku yakijisikia pengine kuchoka hivi, au kama na kisafari fulani, au fia kifoleni foleni hapa mwenge mpaka Temeke, mtu anaamua kufu, kufungasha. Sasa hizo za usiku pengine magharibi naswali tatu, aisha nne hyekowapi pengineni, mkazi wa eneo husika, sio msafiri um, hmm. yupo katika eneo lake alhamdulillah. Sheria inasema kama mtu yuko Dar es Salaam e, kutena safari inaruhusiwa kupunguza sala, ambayo yuko safari, labda mgonjwa, mvua ipo, kukusanya au kupunguza. Eh, kukusanya bila kupunguza okay. Abdullah bin Abbas anasema Mtume swalla sallam siku moja amekusanya bila kupunguza sala ya dhuhur na asr, maghrib na isha. sema Mtume amefanya hivyo hayuko na safari, wala sio mgonjwa, wala kuna mvua. Na kana hii hadithi, mtu kama ana shida ya mvua au mgonjwa, anaweza kujumuisha sala, kusanya sala dhuhur na asr sala moja bila kupunguza rak'a, inafaa kama kuna mvua